Jiji la Nairobi linavutia kwa mambo mbalimbali kama vile mbuga ya kitaifa ya Nairobi, majengo marefu na miundombinu za kisasa. Hata hivyo, jiji hilo bado linakabiliwa na changamoto ya kimazingira kwenye mito inayopatikana kwenye mji huo. Shirika la Komb Green Solutions lililoko katika kijiji cha Korogocho ni moja tu ya mashirika ya kijamii ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakijihusisha na usafishaji wa mto Nairobi, moja ya mito inayopatikana jijini Nairobi. Tulianzisha na wale vijana walikuwa kwa crime, na wale wasichana walikuwa wanaenda kujiuza town angalau waweze kujikimu kimaisha, waweze kuleta chakula kwa meza, kwa hifadhi watoto wao. Eh, lakini tuliona hadi lini tuta... tutaonelea hizi uhalifu ikiendelea kwa kijiji letu hapo. Eh, eh, ndio tulikuja tukakaa chini, wale vijana yenye walikuwa wamebaki juu. Ukiangalia from 2010 hadi 2018, eh, tuliweza kupoteza vijana karibu 50 kwa hii kijijitu letu la Korogocho A Village, kutokana na ile uhalifu yenye walikuwa wanaendeleza kwa kijiji na pia uh, some parts of Nairobi. So tukakaa chini tukaona hadi lini tutapoteza maisha na tunaweza kubadilisha haya mambo. Ndio tuka tukakuja na idea ya tuongeleshe mapolisi wale walikuwa wanatafuta mavijana na community na pia the area OCS na pia chief wa mtaa yetu, na tukawauliza watupe another chance juu kulingana na zile tumeona ile maovi imefanyika Korogocho na wale vijana wamekufa kutokana na uhalifu, tukaona tuafikie. Lakini vipi kuhusu mpango endelevu wa kutumia maji taka kutoka vijijini kuendeleza kilimo cha mjini? Tunatengeneza tuna eh semi-permeable drainage. So hiyo semi-permeable drainage ina tuna, tuna, ina contain mawe na sengenge ambayo itakuwa itakuwa inapeleka maji kwa kwa pond yetu. So after hapo kwa pond maji inakuwa filtered so inakuwa kwa for irrigation mwa size ile kuna dry season. Akina dada wamekuwa nguzo muhimu katika jamii ya kijiji cha Korogocho, sio tu katika juhudi za kutunza mazingira lakini pia kuangalia lishe ya watoto na kutoa mafunzo kwa wasichana wadogo, kama anavyoeleza Selina Nyango, mweka hazina na mwanachama wa Comp Green. Kwa Comp Green tuko na activities tofauti kama mentorship ya wasichana, tuna mentadi ya watoto wadogo, juu ukiangalia tunakuangana feeding program, na kwa hii hii, feeding program, hii hapa Nairobi River kuna uchafu mingi zinapitanga na zinapitanga na matunda, so unapata watoto wanatoka huku kwa, kwa, kwa vijiji wanateremka kwa mto wanarokota matunda wanaanza kukula. Tuka kama na idea ya feeding program yenye tuko na link, link inajita inajiita mchanga. Kama mtu yoyote anaweza tu support, ama kuna venye unaweza tu support na kutuletea hizo food stuff, food stuffs kama maragwe, ndengu, mchele vitu kama hizo unaweza tuletea hizo, ndo tunawapikia. Kuzuia, tunazuia tu kidogo, lakini a kwa watoto wengi kuzuia au kwenda kwa mto kufanya nini, kurokota zile matunda kukula. Tukiangalia ma... hizo, hiyo mto hiyo mto ni chafu. Tunajaribu kuiklin lakini uchafu unatoka huko juu. Christopher Waidhaka, mwanzilishi mwenza wa Comp Green, anasema maono yao ni kuwa mfano bora kwa kizazi kijacho katika swala la kutunza mazingira. Kwa maisha yetu ya mbele, tunataka pia tukuwe na shule ya mazingira hapa katika ofisi yetu, manake tuna, tuna, tuna, tuna, tuna nafasi ya kuunda, alafu kingine pia ndi tukue na gari ya kuchukua takataka. Tumekuwa na challenge ya waste management aso hapa kwa slums, unapata unasema, nasema tulipi tax, so takataka yote inaenda kwa Nairobi River, na sisi mpango wetu ni kuungarisha mto Nairobi River. Niko katika mtaa wa Korogocho jijini Nairobi, ni miongoni mwa mitaa yenye miundombinu duni jijini Nairobi, na kama unavyoona niko katika mto Nairobi na maji yake si masafi. Kwa hivyo serikali ya Kenya ina mpango wa kuhakikisha kwamba maji ya mto huu yameboreka na kuwa masafi, lakini muhimu ni kuwashirikisha jamii katika harakati hizi ili kuhakikisha kwamba mazingira ya mto huu yanaboreka, lakini vilevile vile mazingira ya jamii katika eneo hili.